Katika kaunti ya Kakamega, maafisa wa polisi eneo bunge la Navakholo, kaunti ya Kakamega, wanamzuilia mwanafunzi wa kidato cha nne wa shule ya upili ya Musaga mwenye umri wa miaka 19 kwa tuhuma za kumuua mpenziwe wa miaka 16, mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya upili ya Saint Carol Lwanga kwa kumkata kwa upanga kichwani na shingoni, kwa madai kuwa alidinda kuavya mimba. Mwanahabari wetu Brenda Wawire alitembelea boma la marehemu na kuandaa taarifa ifuatayo. Familia marehemu ya marehemu mwanafunzi msichana wa kidato cha pili akiwemo babu yake Robert Wesamba na shangazi yake Jacqueline Tola wanadai mshukiwa alikuja kwenye jikoni wanamolala mwendo wa saa kumi unusu alfajiri na kuondoka naye kabla mwili wake kupatikana kando ya barabara ya mita chache kutoka kwa boma lao. Ntoka kwa shule kama ni mkonjwa. Alafu tukamleta hapa nikampeleka hospitali na Mirama health center awakamtipu wakampima waka wakatoa waka majibu ati ako na mimba, ndo tukamuuliza, kasema mtoto wa Wanjala anaitwa Choni ndio alimpea mimba. Ii vituko vyao vilianza mapema. Mi nilisikia kwa watoto, nikaita Kresi nika nikaongea nika naye eh, kamwambia kuletanga kijana kwa nyumba yenu sio vizuri mute kidogo, tena nikapata kijana alikuwa napita huko kwangu, tukaongea naye nikamwambia, we huyo ni mwanafunzi uachane naye. Akaniambia, zenge, nimesikia sitarudia. Sasa leo asubuhi ndio napata ripoti Grace ameuawa, na ameuawa na nani? Atina kijana wa Wanjala. Naibu chifu wa Namirama Steve na wada amekilani kitendo hiki, huku akiwashutumu wazazi wa, wa marehemu kwa kile anachodai kwa muda mwingi mshukiwa amekuwa akionekana na marehemu kwenye jikoni yao, na inapofika asubuhi mshukiwa huenda nyumbani kuvalia sare za shule na kuelekea shuleni. Nilihakikisha nilipata huyo mtoto ako pale chini, amekatwa panga ya kichwa na ni kama ubongo ilikuwa imemwagika chini. Tunadhania ya kwamba baada ya huyo kijana ku kugundua kwamba amesemwa ni yeye alipeana ujauzito, anaweza kuwa aliamua kukuja huku kwa boma ya msichana kumwamusha asubuhi, na labda akatekeleza hicho kitendo cha unyama. Tumewaomba wananchi wakuwe na, na hali ya kusemezana ikiwa watoto wao wako na shida, wasichukue sheria kama hiyo mkononi hata hivyo, mzee wa jamii hiyo ambaye pia ni chifu mstaafu Abubakar Nandikobe amesema kuwa kulingana na mila na desturi za jamii ya Banyala, kila mzazi wa kidato cha nne shuleni huma atalazimika kufanya tambiko, ikizingatiwa kuwa baada ya mshukiwa kumuua mwenda zake alielekea shuleni na kutangamana na wenzake. Kawaida Wanyala, vile kijana mwenye aliua msichana alienda shule ni kuna vile wanafanya kuna fa, wanafanya maombi kuna ile kimila wanafanya ya kienyeji, kila mzazi aitafanyika kwa shule. Kila mzazi kwa hiyo darasa atakaa na mtoto wake wafanye kimila yao. Hawezi itana kwa pamoja, hiyo tu ni kila mzazi atafanya kimila. OCPD wa Navakholo, Christopher Kirui, amehoji kuwa wazazi wa msichana walikuwa wamechukua uamuzi wa kumshtaki mshukiwa kwa kumpachika mimba mwanao, ndiposa mshukiwa akamwomba marehemu kuavya mimba hiyo, ila mambo akawa ndivyo sivyo. So upon inquiring from the people, tukasikia kwamba yuko kijana ambaye alikuwa amependana na at the same time alikuwa ameweka mimba. So famili ya msichana wakakaa chini, wakasema kwamba watastaki kijana. Kijana akariakti na akakuja kuongea na msichana akaeleza kwamba tutoe mimba ndio tuendelee na masomo. Msichana akakataa, so wakati msichana alikataa ndio akachukua uh, sheria kwa mkono yake. We are still inquiring for more information. wote ni underage. Kijana ako fom, msichana ako fom t. Familia marehemu inadaiwa kuvamia boma la mshukiwa na kutekeleza uharibifu mkubwa. Brenda Wawire, West TV, kutoka Msaga, eneo bunge la Navakholo, kaunti ya Kakamega.